Hello, mambo vipi? Uko eh, poa. Na mimi niko poa. Eh, kama wewe ni mgeni naomba subscribe eh, share kwa hiyo hii chaneli ili watu, wa, watu waweze eh, kuifahamu. Eh, kitu cha pili eh, nawatakia mwaka mwaka 2026 uwe mwaka wa mafanikio kwa kila mtu. Eh, leo leo nataka nataka nitengeneze, nitengeneze eh, video ila sitaki iwe ndefu, nataka video iwe fupi eh, kulingana na muda eh, cha kwanza na, na nashukuru sana eh, mashabiki zangu ambaye mnanifuatia waga mnanipa eh, moyo eh, wa kutengeneza kitu na kuwa E, naweka hapa e, mnakuwa na faida navyo. E, leo kutakuwa kuna odi kama bonus ambaye nitaziweka hapa e, ili yu, mtu yoyote aweze kuchukua hizo kodi uweze kupata na wewe kitu hata kidogo e, Ndugu zangu, jana jana, tuli tuli jana tumetengeneza e, mkeka e, mkeka wa jana ulitiki hata kama nilikasi, lakini mkeka e, uli, uliwini kwa asilimia mia. Mkeka uliwini kwa asilimia mia kabisa. Eh, ndo nasema hivi kama wewe ni mgeni subscribe, eh, share hii chaneli kwa watu wengine ili waweze kuifahamu. eh, bila kupoteza muda ndo bila kupoteza muda, eh, tuta mechi za jana eh, mechi za jana zilikuwa mjiikuwa odi mbili kamili lakini leo kuna odi tatu kamili o. Mkeka wa jana alikuwa huu hapa, ambaye unaushuhudia wewe mwenyewe. Naona huyu mkeka mtu ambaye alichu, samahani kweli, huyu mkeka siku, sikuweka YouTube. E, nlitengeneza mimi mwenyewe nikaulipia mimi mwenyewe, lakini siku ya leo kuna siku ya leo kuna kuna, kuna kodi kama bonus ambaye ntaziweka e, hapa YouTube ili na wewe uweze kuchukua hiyo bonus. Haki, nikiweka kodi hapa ukiweka ukisteki e, mkeka e, Mungu akasaidia ukawini e, kutoa shukrani ni wewe e. Sasa nitaenda kukutajia kodi hizi za huyu mkeka, ndo nasema, sitaki hii video iwe ndefu, nataka iwe fupi. Nachikuomba guys Please subscribe channel yetu Nyota Tatu ili watu waweze kuifahamu na, na kuna video nyingine nitaleta e, ambaye itaweza kuonyesha itaweza kuonyesha e, e, jinsi unaweza kuomba magoli mawili ambaye ni uhakika na magoli mawili ni lazima ya, yani, yatatokea ya. Hiyo video naenda kuiandaa nitaiweka hapa hapa. Eh, ili uweze kunufaika nazo. Eh, mechi za leo ziko mechi saba, ndio hizo hapa, zipo mechi zipo mechi mechi saba zipo mechi saba sorry. Eh, zipo mechi saba hizi hapa mechi saba odi tatu mfano misteki elfu tano mia tano fundakoa shilingi elfu kumi na tano kuwini. Na huyu mkeka una asilimia tuseme tisini au tisini na tano kuwini, na uhakikishia huyu mkeka utawini eh. Kodi eh, kodi au mechi ndoiza hapa kodi, ndoiza hapa kodi utachukua hizi kod, e, kodi utazikopi, utakopi hizi kodi, utakopi hizi kodi ambaye ni nn 9 b 9 pm hizi hapa uta, utaenda, utaenda kujijaza kwenye akaunti yako ya ya betpowe ndio ani, unaweka kwa nini kwenye betpowe tu ndo utaenda, do, do, do, utaenda kuziweka e, kama ni mgeni, guys naomba subscribe eh, ili tukua tunaposti video iwe inakuja kwa muda eh, huo huo ambaye tumeposti video eh. Asante sana, shukrani kwa wale ambaye mnanifuatilia eh, mimi nipo kikubwa. Eh, tuombe Mungu. Asante sana, chao.